Mimi kwanza sijawahi kusikia timu kondisho na kuna watu wanasema kwamba ni jambo ambalo lilielezwa vibaya. Eh, kuna mtu nilimwona aliandika andiko ndefu, wanasema kwamba eh, unaweza ukafanya kitu kinachoitwa management contract kwamba wewe una timu lakini uendeshaji wa timu umeingia mkataba na mtu mwingine kufanya uendeshaji kwa makubaliano maalum. Eh, sio ni tatizo sana lakini, uh, ni muhimu kwa kuakisha kwamba eh, timu zetu hizi ni timu za watu. Kwa hiyo lazima mipango yoyote ya kuboresha uendeshaji wa timu isinyang'anye watu timu. Hawa watu wamewekeza kwa miaka na miaka, timu zetu hizi zina zaidi ya miaka sabini toka zimeanzishwa, toka miaka 30 kwa hiyo majina haya yamejengwa. Kuna kitu kinaitwa goodwill, hukishiki, hukipimbi kwa fedha, lakini goodwill ambayo ipo. Kwa hiyo si sawasawa kuchukua ndani ya muda mfupi kumkabidhi mtu eh, timu kwa sababu tu yeye ana fedha, wakati na watu ambao wamewekeza maisha yao yote, ambako wamefia ndani So, eh, kitu ambacho mimi nikipendekeza ni mfumo ambao eh, eh, Mohamed Mohamed Dewji, Dewji anataka kuanzisha kitu kinachoitwa endowment fund. Endowment fund ni fedha maalum ambazo zinachukuliwa zinawekwa kwenye akaunti maalum ambayo inazalisha eh, faida maalum, mfano eh, inaweza kuwa ni asilimia sita kwa mwaka. Pana na makubaliano na benki, fedha ile ndiyo ambayo inaendesha chi al fedha inakuwa e haitoki, kisk a bilioni 20 mnaanza kutumia. Ni fedha ambayo ina uwepo kama ina na inaweza inaeza ikaongezeka kutokana na mapato ya club au huyo mwekezaji mwenyewe, faida ambayo inatokana na ile fedha liyoekewa timu inakuwa na chanzo cha mapato cha uhakika kuwe na gate collection au hakuna kuwe na sponsor au hakuna vyovyote vyo itakavyokuwa cha timu inakuwa na chanzo cha mapato cha uhakika huu ni mfumo ambao unatumika sana kwenye kuendesha vyuo vikuu mbalimbali uu kama Harvard kwamba ni fedha ambayo iko pale na inachangiwa na watu ambao walisoma pale. Faida inatumika ndiyo inatumika kuendesha chuo, kwa hiyo mnakuwa na uhakika chuo kitaendelea kuwepo, kita daima kitalia kuukusana. Hivyo ndivyo ambavyo mpendekezo ambalo mimi nalivyakibisha ni la umiliki wa asilimia hamsini na moja kwa sababu kushaao asilimia hamsini na moja ya kampuni maanake ni kwamba maamuzi yote anaweza kayafanya yeye mwenyewe bila kushirikisha aao. Okay. Mana kwamba tunahitaji uwekezaji mkuu, lakini huyu mwekezaji awe na asilimia arobaini, isizidi asilimia arobaini, ili akihitaji kufanya maamuzi aweze kupata shida kidogo ya kutafuta wanahisa wengine ili awa awashawishi wakubalianina ni mapendekezo ambayo yanaweza kuboreshwa, yaboreshwa na mtu mmoja kwa kwamwene, enelewa. Lakini tatu, eh, wanachama wote yani, kusema kwamba mtu yeyote alikuwa wanachama wa simu mpaka tarehe 31 Disemba mwaka elfu mbili na kumi na tano atakuwa na haki kama labda ni hisa milioni kumi zinagaiwa kwa usawa wa wanachama ikishaingia kwenye soko la hisa, maanake mwanachama hisa zake sinimali, anaweza akaziongeza kanuma zingine, anaweza akiona basi akauza akapata fedha, sio? Unaelewa? Kwa hiyo haya ndiyo mapendekezo ambayo. Sasa hii mpango wa Yanga wa kuchana eh, ni jambo ambalo ni jipya, tunahitaji kulisoma zaidi, tunahitaji kulisoma elewa hiyo management contract inafanywa namna gani hiyo. Eh, wanasanda kukodisha nembo, hiyo nembo inafanywa namna gani? Watafanyia nini monitoring, itakuwaje? Mikataba itakuwaje? Haya ni mambo ambayo wanachama wa sababu dini moja na wasiingilie tu juu juu na kuwakubalia bila bila bila mpango. Ah, ni nani? Ni mimi ni mpenzi wa sifa, nilikuwa na watania wenzangu wa wa wa Yanga, kama ndio na kuwa na kuwa na mtu mmoja akaniboresha, akasema kwamba iwe ni tunafudishwa FC. Lakini ni utani tu, hata wao wanakutania. Sasa hivi wanachora, baada ya kuweka simba wanaweka ng'ombe afu noasimamo. Kwa hiyo na wenyewe wanakutania tu. Kwa hiyo nadhani ilo inakuisha utani kwenye mpira na ni jambo zuri ao.